Wana haki ya kufika mahakamani. Mahakama ni sehemu ya umma. Mahakama ni, ni chombo ambacho kwa mujibu wa katiba watu wote wana haki ya kufika, kufuatilia mashauri, kufuatilia mambo ambayo yanaendelea kwenye mahakama. Hakuna jambo ambalo la ufichi. Huyu Lisu mm. wakati alikuepo kwenye gereza la Keko hapa kuepo na mashauri tayo, walikuwa wanaenda, walikuwa wanaanza kaongea naye. Sasa unajaribu kujiuliza ni nini ambacho kimetokea. Kwanza kahamishwa kwenye mazingira kidogo ambayo na mjadala na baada ya sekeseke seke la mheshimiwa Tundu Antipas Lisu mwenye mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA hivi karibuni e, kesi yake ilikuwa inasomwa katika mahakama ya Kisutu lakini yeye alishindwa kuweza kufika mahakamani. Lakini pia tukashuhudia eka eka za hapa na pale na ikalazimu kumtafuta tena kwa mara nyingine mwanasheria Edison Kilatu kuweza kuzungumza naye juu e, ya ya ya kesi kesi hiyo kuendeshwa kwa njia ya mtandao. Ni kesi ya namna gani ambayo inapaswa kuendesha kwa njia ya mtandao. Je, yeah, kesi ya mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Mheshimiwa Tundu Antipas Lisu ni miongoni mwa kesi ambazo zinaweza kuendeshwa kwa njia ya mtandao. Tupo naye hapa Edison Kilatu, mwanasheria ambaye uh, mbobezi kwelikweli kuweza kutupindisha huko kuona kwamba ni miongoni mwa kesi mbili ambazo Lisu zinamkabili kesi uh, ya uhaini na kesi ya uchochezi ni miongoni mwa kesi ambazo zinapaswa kusikilizwa kwa njia ya mtandao? Ni kesi za namna gani ambazo zinapaswa kuendesha kwa njia ya mtandao? Ni miongoni mwa kesi ya mwenyekiti wa Chadema Tundulisu ni miongoni mwa kesi ambazo zinaweza kuendesha kwa njia ya mtandao? Ya, kwanza ni seme sisi tuna kanuni sheria ambayo inasimamia utaratibu wa uendeshaji wa mashauri kwa njia ya mtandao. Kanuni hizi za mwaka 2021 na na kanuni hizi ni zao la Covid. Baada ya kuwa tumepita kipindi cha Covid, tulipata changamoto kubwa e, kuwatoa mahabusu, ilikuwa ni kwa ajili ya kusaidia zaidi changamoto ya mahabusu, kwamba ukimtoa mahabusu kule kwenye magereza zetu ukamleta mahakamani anaweza kachangamana na watu wengine tukapeleka maafa kwenye mahabusu zetu. Kwa mahakama kwanza, ilianza tu kuendesha kwa busara za kawaida kwamba walau hawa watu wao wanaweza ukahudhuria mahakama hasa inavyotokea, labda nikutaja kesi kama kuna jambo ambalo sio la kusikiliza kesi, basi wafanye wakiwa wapo kwenye kule kwenye mahabusu ili kupambana na janga ambalo liko linatusumbua kwa wakati huo. Lakini baadaye mwaka elfu mbili na ishirini na moja ah, mahakama kwa jaji mkuu akawa ametunga kwa sababu ana mamlaka yake kwa mjibu wa sheria akawa ametunga sasa kanuni ambazo zinasimamia utaratibu mzima wa uendeshaji wa, wa mashauri ah, kwa njia ya mtandao kwa hiyo ni kitu ambacho kililenga zaidi mazingira fulani. Sasa kanuni hizi zinaruhusu mashauri mbalimbali unazo kaendesha. Lakini mwisho wa siku, mwisho wa siku mjibu wa siku kwa mujibu wa sheria zetu ni kwamba makosa ambayo ni ya jinai, makosa ya jinai yanatakiwa yaendeshwe kwenye mahakama ya wazi. Sasa moja utata ambao umejitokeza hata juzi, wakati namechukua masaa mengi kubishana kwenye mahakama kwamba je, mahakama ya wazi inahusisha pia kuendesha shauri kwa njia mtandao? Sasa tukienda kwa mjibu wa sheria yetu ya mwenendo wa jinai sura 20 hii ni sheria mwaka 1985 kwenye kifungu cha 186 kinazungumzia kwamba mashauri yataendeshwa kwenye mahakama ya wazi na kinaelezea kwamba mahakama ya wazi maanake ni mahakama ambayo watu kwa ujumla wao watakuwa na uwezo wa kufuatilia shauri bila kudhibitiwa au kukutana vizingiti vingine. Sasa hoja msingi inakuja, je, ukiendesha kwa kupitia mtandao? Hiyo ni mahakama ya wazi? Je, watu wote wana uwezo wa kuingia kwenye mtandao bila kudhibitiwa? Ni nani ambao wanaweza kaingia? Mimi kwa maoni yangu huwezi kaniambia mtandao ni mahakama ya wazi na nitaelezea kwa nini. Moja, ili mtu aingie kwenye mtandao ni lazima awe amepatiwa link. Na kwa mujibu wa zile kanuni zile ambazo wanapatiwa link linki anapata watu wa magereza kwa mtu ambayo yupo rumande. Linki watapatiwa mawakili wa utetezi na mawakili upande wa serikali ambao wako mahakamani. Mtu mwingine wa kawaida labda mwangalizi, mwangalizi kwa kibali maalum cha mahakama ndio anaweza kupatiwa linki. Sasa ukishaweka masharti hayo, manake hiyo haki haipo wazi kwa kila mtu, ipo wazi kwa ajili ya watu maalum peke yake. Kwa mimi ukishaniambia kwamba na mazingira ya kutumia mtandao kwa mazingira haya ukiniambia ni mahakama ya wazi sitakubaliana kwa sababu mahakama ya wazi nitakuwa ni ile ambayo inatoa uwanja kwa mtu yoyote anayetaka aweze kufuatilia shauri. Lakini kwa mazingira haya ya mtandao si kila mtu anaweza kupata nafasi. Hiyo ni moja. Lakini kingine pia hata wengine ambao wanakuwa wamepata access kwa maana ya kuingia kwenye mtandao bado watahitaji kuwa na simu janja, watahitaji kuwa na bando. Ina maana mtu ambaye ana simu janja hana, si hana bando tayari hataweza kupata hiyo nafasi hata kama kuna mtu anaweza kumsaidia link, bado haitamsaidia kwa sababu hana eh, facilities za kumwezesha kuweza kuingia kwenye, kwenye, kwenye mtandao na kufuatilia shauri. Lakini tukiangalia kwa mfano hii ya juzi walisema wametoa link, kuna baadhi ya waandishi wa habari walijaribu kutumia hizo link zenyewe zikazi, na wakati mwingine zinahitaji pate wa password na nini mpaka wao wenyewe wa mahakama tena wakuruhusu Uta, utaomba kuingia lakini mwisho wa siku sikuna approval. Mm. Sasa wale wata approve watu ambao wameshapewa kibali na mahakama. Mtu mwingine ambaye yupo zake goma tu angependa tumia link kuangalia hiyo kesi hata weza kupata. Sasa kwa vyovyote vile, bila kumungunya maneno, ni kwamba huwezi ukaniambia shauri ambayo inaendeshwa kwa njia mtandao ni na mahakama ya wazi. Hiyo haiwezi kwa ni mahakama ya wazi. Itakuja kwa mahakama ya wazi kama e, uo mtandao link ile ipo open kwa mtu yote, akiingia haina masharti, anaweza kaingia ingawa bado na yeye changamoto atakuja. Je, kwa yule ambaye hana device bado inaweza kani changamoto. Kwa hiyo mimi, ambacho naweza kusema kwa mujibu wa sheria zetu, kwa sababu tayari uh, kanuni za mwenendo wa jinai zinataka mashauri ya jinai yawe ni ya wazi. Kwa hiyo kuendesha mashauri kwa njia ya mtandao, mimi naona kabisa tutakuwa hatujakidhi masharti ya kifungu cha 186 cha ile sheria ya, ya, ya mwenendo cha mwenendo wa jinai. Na tukumbuke kwamba tulikuja kutengeneza kanuni lakini kifungu cha 186 hakikurekebishwa ili kweli kuendana na hiyo kwamba inaweza ikahusisha ika, ika vile vile kuendesha mashauri kwa njia mtandao. Kila kifungu kimebaki kama kilivyokuwepo zamani. Kanuni zimekuja zimetengenezwa. Sasa leo kumetokea kama sintofahamu fulani ni kama leo wanataka watu walazimishe kanuni zionekane zina nguvu kushinda sheria mama kwamba Watu wanalazimisha kwamba kila ambacho kipo kwenye kanuni lazima kifuatwe. Mimi nadhani hapana. Kitu cha muhimu mtakao kituongoze ni misingi ya utoaji wa haki. Na naomba nirudie kwamba moja ya kigezo cha muhimu cha utoaji wa haki, haki lazima sio tu itendeke, inatakiwa ionekane ikiwa imetendeka. Na ili haki ionekane imetendeka manake lazima wadau wale ambao wanashiriki kwenye mchakato wa utoaji wa haki wao wameridhika. Sasa kwenye shauri hili nikiangalia Mheshimiwa Lisu mwenyewe ambaye mshtakiwa hakuridhika na utaratibu ambao wanatumia kuendesha shauri. Sasa unajaribu kuangalia kwa nini wanalazimisha kuendesha kwenye namna ambayo mtuhumiwa mwenyewe hajaridhika na ndio maana alikataa kujiunga kwenye mtandao. Sasa mwisho wa siku utasemeje, haki imetendeka wakati yule anayeshtakiwa mwenyewe hajaona hiyo haki ikiwa inatendeka. Kwa hiyo nafikiri ni swala tu la mahakama ijitafakari, ione kwamba ipo haja ya kutumia utaratibu wetu wa kawaida ambani kwa mjibu wa kifungu cha 186 mtuhumiwa afikishwe mahakamani, shauri liendeshwe kwa kufuata sheria yetu inavyotaka kwamba hiyo ni mahakama ya wazi na watu waruhusiwe kuingia kwenye mahakama wafuatilie. Hakuna haja kudhibiti watu. Kwa mtu kama taamua yeye pande mmoja labda utasema haupo tayari kuja hapo, takuepo kwa mtandao huo, umeamua wenyewe, lakini tusiweke kwamba ni sheria jumla, yani siwe general rule kwamba mashauri lazima yaende kwa mtandao mpaka mahakama yenyewe itakavyoamua. Mimi nafikiri hili ni jambo ambalo kwa maoni yangu naona halijakaa halija, halija sawa. Kwa utaratibu mzuri ni kwamba turudi kwenye kuendesha mashauri kwa mahakama ya wazi ambayo itaruhusu watu wote wapate nafasi ya kufika kwenye mahakama na kushuhudia kile ambacho kitakuwa kinaendelea kinaendelea kwenye mahakama. E, kwa trend hii au mwelekeo ambao naona uliopo kama wakiendelea kulazimisha kuendesha shauri kwa njia ya mtandao ambao mheshimiwa rais hajaridhika nao kuna hatari kwamba kuna stage zikaendeshwa bila mshtakiwa kushiriki kwenye shauri. Sasa najaribu kufikiria kwa nini tutumia nguvu kugombana kwenye kitu ambacho wala hakina gharama yoyote. Ni swala tu la kuwa tu na utashi wa kutoa haki kwamba bwana, tusiishie kubishana kwenye modality, baada yake tuende kwenye mambo ya msingi. Kwa hiyo tufike mara turuhusu, ili kila upande uridhike kwamba, kwa namna ambavyo shauri linaenda, mshtakiwa anaridhika kwamba tupo mahakamani tumekaa vizuri, tunaona kinachoendelea lakini pia upande wa e, upande wa wananchi wa kawaida wanachama wa Chadema ambao wangependa kufuatilia shauri dhidi ya mwenyekiti wao, familia na ndugu wengine wote, wao wana uwezo wa kupata nafasi na kuweza kufuatilia kesi ki, ki ukaribu zaidi kuliko hivyo ambayo imeenda. Na mimi niseme pia kwa kupitia mtandao kuna disadvantage nyingi, kuna vizingiti vingi sana ambavyo nakumbana nazo, kwa sababu moja ya kitu mtu akiletwa mahakama kwenye mahakama ya wazi kuna nafasi ya kuonana na mawakili wake moja kwa moja, kwao mweza mkabadilishana mawazo, kuna vitu vya kuzungumza. Lakini mkiwa kwa njia ya mtandao, maanake hata kama kuna kitu ambacho litakuwa kama kabla mjaongea, muweze pengine kushauriana na mteja wenu, hamwezi mkafanya hivyo. Na ndio maana kanuni za mtandao zinasema jambo kesi kiendeshwe kwa njia ya mtandao, mashauriano yote ndiyo yafanyike kabla ya siku ya kesi. Sasa unaona kabisa inatunyima fursa, ni tofauti na mashauri ya kawaida ambayo unaweza kaenda kabla na hata siku ya kesi hata pale akiwa kizimbani, mnaendelea na kesi, una uwezo wa kumwambia mheshimiwa hakimu, naomba kumconsult mtaja wangu, akiwa kwa sababu yupo pale tayari na. Halafu kingine na yeye mwenyewe ana nafasi kama kuna kitu amekiona, ni rais akaanza ku raise pale, au akaongea na, na mawakili wake na mkatunza usiri wa mawasiliano, kwa sababu waweza kaongea, maana kiongea kwa njia ya mtandao, maana watu watu wote watasikia kwamba alikuwa anazungumza kitu gani. Lakini kama angekuepo pale, ana nafasi ya kuzungumza kwa usiri na, na, na, na, akawa tayari mmefanya mawasiliano na bado haki yake ya usiri kwa sababu mawasiliano kati ya mteja na wakili yanalindwa na sheria kwamba lazima yawe ni kuwa na usiri fulani katika mawasiliano. Umezungumza swala zima la usiri wakati anazungumza uh, wakili wa Tundu eh, atpasilis pale nje ya mahakama ya Kisutu alizungumzia swala la usiri ulikosekana Uh, kule mahabusu ya kuzungumza na Mheshimiwa Tundu Lisu kwamba alizungumza naye tu kwa njia ya kioo. Ni njia gani ambazo zinapaswa kutumika sasa ili kuona kwamba ambazo mnazitumia, eh, mawakili na nyewe wanasheria mnazitumia kuona kwamba ule usiri sasa unakuwa mpaka mpaka sasa hivi inaonekana kwamba swala so, la usiri baina ya, ya mshtakiwa ni changamoto? Uh, kwanza niseme eh, kanuni za ambazo zinasimamia uendeshaji wa magereza za mwaka 68 ni kanuni za siku nyingi sana, zimeweka moja ya haki ya, ya, ya, ya, ya, ya mshtakiwa anavyokuwepo kwenye rumande, e, mawasiliano kati ya yeye na wakili yaendelee kuwa ni ya siri. Kwa hiyo anavyoongea, of course kwa sababu yupo chini sasa aidha ya mahabusu au yupo kwenye rumande, walinzi watakuwepo, lakini watakuwa kae kwenye umbali ambao watakuwa wanamuona, ili wasisikilize kile ambacho mnaongea lakini kwa mfumo ambao upo kwenye hii shauri la Mheshimiwa Lisu, kwa kadri ya maelezo ya mawakili wenzetu, wakili Kibatala ambaye alienda pale kwanza, mawakili wote walioenda walioenda kumuona walinyima nafasi. Mtu aliyeruhusiwa pekee alikuwa ni wakili Peter uh, Kibatala, na yeye mwenyewe, honestly hakuruhusiwa kumuona kama wakili. Alipewa, alipewa treatment kama tu ni mtu ambaye ameenda kama mtu wa kawaida, kwa sababu alipewa dakika 15 tu ya kuonana naye na bado hakuonana naye hivi, kwa sababu na kioo aaa katikati mtuhumiwa yupo kwa ndani, yeye yupo pande wa nje na wanaongea kwa njia ya simu, ambao kuna maskari wawili wapo upande wa wakili na maskari wawili wengine wapo upande wa upande wa mheshimiwa Lisu, ambao yupo ndani. Kwa maana kila mnachoongea kipo under control. Sasa ile uwezo kusema ni mawasiliano, kwa sababu ile privilege ya usiri wa mawasiliano kati ya wakili pamoja na mteja wake yameingiliwa, ni kitu ambacho hakipo kwa yule. Hata kama ana jambo anahitaji kuongea hawezi kuzungumza, atazungumza vipi kwenye mazingira hayo? Lakini pili kwa namna ambayo hata muda wenyewe umepewa kwamba dakika 15 wale walijueje kama nature mazungumzo ya wakili na mteja wake yalitakuwa yawe ni makubwa kiasi gani na kuna mambo sensitive kiasi gani walikuwa wanazungumza? Kwa hiyo unakuta ni kitu ambacho kwa kweli hakijakaa sawa na ni kitu ambacho ni ukiukaji wa kanuni sheria zetu sisi wenyewe za nchi hii, sio za leo, za mwaka sitini na nane ndio zinatoa mwongozo huo. Sasa kama sheria imesema hivyo, sisi tunaenda kinyume hata na sheria tulikuwa nazo. Nafikiri kama taifa tuna njia ndefu ya kwenda, we have got a very long way to go mm. Ni kitu ambacho tusingeweza kutegemea kwamba mnafika mahala mnaingilia hata mawasiliano na, na, na, na, na, na kati ya mteja na, na wakili. Lakini pia ukiangalia huyu huyu Lisu wakati alikuepo kwenye gereza la Keko mm, hapa kuwepo na masheri tayo walikuwa naenda walikuwa wanaanza kaongea naye. Sasa unajaribu kujiuliza ni nini ambacho kimetokea. Kwanza kahamishwa kwenye mazingira kidogo ambayo anamjadala na tumesikitika kwamba mahakama haikuona kama hilo ni tatizo, kwa sababu kumbuka, huyu mtu anavyotolewa eh, siku anaagizwa kupelekwa kwenye rumande ametoka mahakamani. Maana yake mahakama ina, ina sign ile ile ile ile ile warrant, kuna warrant inasainiwa ambayo inatoa maelekezo kwamba huyu apelekwe kwenye rumande, na lazima hakimu aseme anapelekwa kwenye rumande gani, kwa sababu vinginevyo, usipoandika utajuaje kama ukimuhitaji utaagiza summons kuelekea wapi? Kwa unakuta sasa yule aliagizwa aende Keko, baadaye amehamishwa bila mawasiliano kwenye mahakama, bila mawasiliano na familia, bila mawasiliano na mawakili wa, wa mshtakiwa mwenyewe akawa amehamishwa ame, ameenda kwenye gereza jingine la, la, la, la, la Ukonga ambayo ni ni maximum security prison. Lile ni gereza ambayo toka wakati wa ukoloni ilitengenezwa kwa ajili ya watu ambao labda ni tishio sana nani, yani sio mazingira ya kawaida. Sasa unajiuliza kwa nini amehamishwa vile kwenye mazingira, na kuna taratibu nyingi sana ambazo hazikufuatwa. Lakini unasikitika kwamba wakati hoja imerehiziwa kwenye mahakama ilionekana kama ni hoja ya kawaida. Tunaamini labda baada ya kushauriana, inawezekana labda kuna hatua zikachukuliwa juu ya hilo, lakini nafikiri ni jambo ambalo kwa kweli kwa kweli kabisa halijakaa sawa.